Tangazo! Tangazo! Tangazo! Tangazo! Tangazo! Tangazo! mpenzi mtazamaji wa Nuru Online Tv pamoja na msikilizaji wangu, karibu kusikiliza tangazo la mwaliko wa uchangiaji wa ujenzi wa kanisa kubwa ambalo litajengwa katika parokia ya Kibondo, jimbo Katoliki la Kigoma. Karibu sana sana, tega sikio lako usikie tangazo hili, kisha umjulishe na mwenzako. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Asante sana. Mimi naitwa Deogratias Aberi Umrish, ni mwenyekiti wa halimashauri ya walei parokia ya Kibondo. Nyuma yangu hapa ni bango linaloonyesha ramani ya kanisa kubwa ambalo tumeshaanza kulijenga katika viwanja vyetu vya hapa nyuma. Kanisa hili lina uwezo wa kubeba watu takriban elfu mbili na mia nane mpaka elfu tatu walio keti. Litakuwa kanisa ambalo linasaidia waumini wa Katoliki na wale wasio wa Katoliki, wapenzi wa Mungu katika matukio mbalimbali mbali, makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika kumtukuza Mungu. Niwaalike basi, ndugu zangu waumini wa Katoliki na wale wenye mapenzi mema wasio wa Katoliki, siku ya tarehe kumi na moja mwezi wa tano tutakuwa na harambee kubwa ya kuchangiza ili kujenga hilo kanisa. Harambee hiyo itakuwa na mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli anaitwa Masanja Kadogosa, atakuwa hapa na sisi pamoja na baba askofu na mapadri na watawa na waumini wote. Niwaombe mchangie, uh, kwa kutumia akaunti ya ujenzi iliyoko benki ya NMB itaonekana kwa namba katika maneno haya. Halafu Mungu atawabariki. Karibuni wote, karibuni sana katika harambee hiyo kubwa ya tarehe kumi na moja. Mungu awabariki, awabariki sana, asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Nuru Online TV imepata bahati ya kutembelea parokia ya Kibondo. Tupo katika eneo ambalo kanisa kubwa kabisa, kanisa la kihistoria, kanisa ambalo litabeba jumbe mbalimbali katika jimbo letu la Kigoma. Ndipo hapa ambapo linajengwa, ni eneo la parokia ya kibondo kabisa Tunavyoona na hundo, ujenzi unaendelea, tupo katika levo ya msingi. Tukombe wewe mpenzi mtazamaji, unaendelea kutazama na kutuangalia, usiache kuendelea kuchangia kadiri ya mwenyekiti wa halmashauri ya parokia hii alivyowakaribisha na kuwalika watu wote.